So, sasa tunafanyaje tuna ili kuweza kumsaidia lile ni tatizo sasa hizi ni asubuhi hakuna mtu au hakuna sheria ambayo imeweka imemkataza mtu kunywa pombe hakuna hiyo sheria ambayo imeweka lakini angalia je wewe unaweza kumudu kiasi gani na ndio maana iliandikwa asinywe chini ya miaka kumi na nane hicho ni kitu cha kwanza lakini tunategemea muda wa kazi basi fanya kazi ukishamaliza kazi zako basi nenda kapumzike, lakini usi, usinywe kupita kiasi, kesho ukaharibu kazi. Mna watu hapa ambao nye, wenye, wenye, wenye, wenye, wenye migodi na matajiri ambao wapo hapo, hapo. wamewaajiri kuna watu ambao huwa wanapoteza vibarua kwa ajili ya ulevi. Sasa mabadiliko yako hivi, usipokubali wewe mwenyewe kubadilika, yani nimekubali mimi kubadilika, usipokubali kila siku utakuwa unaendelea kuonewa. Kila siku unaona, mbona mimi sipigi hatua? Kila siku naendelea kubaki pale pale, sipigi hatua. Kwa hiyo hilo ni tatizo. Lakini licha ya hivyo, naomba nizungumzie kitu ambacho kinaitwa afya ya akili, ambacho kinawasumbua watu wengi. Wewe unajiona ni mzima, lakini unaugua tatizo la afya ya akili linalosababishwa na sonona linayosababisha pengine mwingine akikosa fedha tu anaugua kabisa anaumwa, hilo tatizo la afya akili. Lakini mwingine kutokana na ile kukubali mwili wake kwamba mwili wangu mimi bila pombe siwezi kufanya kazi, kwa kuna mwingine akikosa pombe ana, anashindwa kufanya kazi, anaugua tatizo hilo la afya akili kabisa, yani anaugua sasa kuna mambo ambayo yanaweza ya, yaweza kufanya ili yaweze kukusaidia wewe mwenyewe, kama unaugua tatizo la afya akili, kama umekata tamaa, unaona mambo hayaendi, ukiangalia hivi, taifa langu mimi linaenda wapi? Ninafanya li nini? Moja, usikae peke yako. Usikae peke yako, lakini usilitunze hilo swala wewe mwenyewe peke yako, nenda kwa mtu ambaye unamwamini Unajua, swala la kuzungumza yale ambayo nayapitia ni uponyaji. Kulia kulia, yani umekaa ukalia ukapunguza machungu ni uponyaji, kwamba mimi napitia hiki hivi, mimi sina hela, mbona mbona nakata tamaa? Mbona nafukuzwa? Mbona hakuna anayeniamini? Hii ni siku ya pili nimeishia kuombaomba. Kulia ni lile swala la kupunguza uchungu na kukufanya wewe upone lakini jitahidi kujichanganya na wenzako. Lakini cha tatu, jamani, tukumbuke kufanya ibada. Hiki sio kisiwa ambacho kimejificha, ambacho watu hawana imani. Watu wana imani zao, na ndio maana tulipokuwa tunaanza mkutano wetu hapa tulifua kwa maombi, ili Mwenyezi Mungu atawale hapa amani, ili muweze kusikia, kila mmoja aweze kuponyeka nafsi yake, kusema kwamba bana, nimeweza kupata kitu fulani.